Mutale kacha pasi kwa Jean Shalawa ambaye anaipitisha pembeni, Valentino Uma, anaikiwa Joshua Mutale huku yeah! Ndiko ambako anatamba Joshua Mutale budo, ameianzisha mwenyewe, anakutana na mpira kwenye njiano umalizia, ilikuswa ikaanzia kwake akatengewa Valentei nouma mpira ambao akaurejesha pale pali kuchoshwa Mutale budo vipas na naye akasema hii ndiyo yenyewe, akakandamiza ule mpira. Simba wanatangulia budo ateba pitisha pasile ameshapita. Eli Mpanzu, Mpanzu yalivokuwekwa chini ni mkwajwa penati Abubakar Ali naambiwa amecheza faul. Tafsiri ya helisasii ni elimu panzu amewekwa chini, akitazama hata mlinzi ya kugusa mpira amekwisha ruhusiwa. Ateba bao la pili kwa Simba me wanyika bado wanaendelea kuunguruma na bao la pili dhidi ya Bigman, akimuuza kabisa kumpeleka ndiko siko. Nurdin Balora. Simba mbili Bigman bado imo jiya. Yamekuwa ngumu kwa Simba, wanaondoka pembeni sasa. Joseph Musa inaekwa kros ndani ukumpina mana kwene kujia kwenye net. Fantastic gol! Simba wana bao, imepimwa na ikapimika kwa vipimo sahihi kabisa vya Joseph Musa, dakika ya 45 ya mchezo, kipindi cha kwanza mwishoni. Bigban wanapata bao, alitoka mbali akamwangalia Hussein Abel alivyosimama akaona anafaa kwa kuweza kufanya kitu, na kitu kimefanyika. Mateso mno akayapata Hussein Abel, ni mateso makali. Simba wanaruhusu bao la kwanza katika michuano hii na wanaruhusu kutoka kwa Bigman Aishi, akiwa kwenye mbao ndefu.